Lakini there is a problem now. Kuna shida sasa hivi kuna intergenerational gap kubwa sana sio kati ya wazee wetu wale mabibi na nani, lakini eh, chukua hata wewe na watoto, jinsi mnavoona mambo ni tofauti sana. Inawezekana hizi hizi platforms hizi zikawa ndio za kuunganisha hao wote ili kuondoa hizo gaps. Hizo gaps ndio zinaleta shida baadaye, ndio zinaleta migogoro baadaye. Kwa hiyo nilisema sema, na ombi langu nini? Tuje na practical solution, lakini like practical solution or practical recommendation ambayo itareflect shared responsibility. This is my call to you, our shared responsibility, kwamba tunaweza tukasema smart malezi inaweza kuwa kwa mfano, na app inaozungumzia au kutanisha wazazi huko, wazazi wakawa na interact, ana interactive A platform ambao wazazi watajadili mambo mbalimbali, inawezekana masuala ya lishe, inawezekana masuala ya usalama wa watoto squeeze, lugo, ni tatizo siku hizi, sio bahati mbaya kwa sababu baadhi ya ndugu wanakuwa ni waharibifu kwa watoto mm -hmm, inawezekana lakini ni... na imani tumeanza na tutaendelea kusimamia malezi kwa sababu maadili ni kitu, kitu, kitu muhimu katika watoto wetu. Tukitaka taifa na watoto wazalendo, lazima maadili ya uko lakini lazima baba na mama wasimamie maadili yao. Tunaona kwamba maadili yetu bado tunataka kusimamia. Kuna teknolojia inakua, kuna mambo mbalimbali yanakuwa. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tumekutana hapa, lakini unawapongeza wenzangu kwa sababu kitu kimoja ambacho nimekisoma, nilitamani maonyesho haya kati mtawara anasema ya kila mwaka huko Mwanza, lakini na mimi nawakaribisha sasa tushirikiane kundi hii ije Zanzibar ili mpetule kupata marashi ya karafuu, lakini mwone ni jinsi gani malezi na makuzi ya watoto kwa tamaduni zetu za kizanzibari zinavyoua. Watanzania wote ni wamoja, kwa hiyo karibuni sana.